Takwimu zinaonyesha ya kwamba biashara ya Airbnb inakuwa kwa kasi sana Tanzania, na kiufupi inakuletea fursa kubwa sana Mtanzania kama wewe na mimi kuweza kujitengenezea kipato cha uhakika. Kama unataka kujua fursa hii, basi nisikilize kwa makini. Habari tajiri. Kwa majina naitwa Ian Metili. Na mimi ni mjasiriamali ambaye nimejikita kwenye short term rentals au tunafahamu nyingi, watu wengi tunaifahamu kama Airbnb business na katika miaka mitano naweza nikasema highlight kubwa ilikuwa mwaka jana ambao tumeweza kutengeneza mapato ya milioni tisini na moja ndani ya miezi kumi na moja na kutokana na hiyo experience au tuseme mapato yao tuliyopata mwaka jana, kuna mambo ambayo ni nilijifunza na ningependa kushirikisha ili na wewe usikose fursa hii. So, fursa yenyewe iko wapi? Fursa yenyewe iko kwenye short term rental business na short term rental business ni nini? Najua watu wengi tumezoea kusikia Airbnb lakini kiufupi Airbnb ni platform inayosaidia sisi kuweza kuweka hizo kama ni apartment ni nyumba au ni villa tofauti tofauti tulizonazo tunavozikodisha kwa muda mfupi. So biashara ambayo tunaongelea hapa inaitwa short term rental business, ukodishaji wa nyumba kwa muda mfupi. Na kwenye ukodishaji wa nyumba kwa muda mfupi kiufupi, tunachokisema hapa ni kwamba kuna fursa kubwa ambayo ipo Dar es Salaam, Arusha, Zanzibar na hata Dodoma na pia kuna maeneo mengine kama Mwanza nayo yanakuja na, na fursa hiyo nayoiongelea hapa ni uwezo wa wewe na mimi kukodisha nyumba tulizonazo au apartment na vila tofautitofauti tofauti, na hata mahoteli mengine ambayo yanaweza kuwa listed ndani ya hizi platform kwa watu ambao wanataka nyumba kwa muda mfupi. Takwimu zinaonyesha kwamba mwaka jana tumepata watalii milioni mbili waliokuja Tanzania. Uh, watalii milioni mbili wote hawa wanahitaji kula wanahitaji sehemu pakulala, wanahitaji nguo za kuvaa wakiwa hapa. Basically, some props hapa na pale, lakini sisi tunapo deal na short-term rental business, tuna deal na kitengo kimoja, sehemu pakulala. Watu wote hawa wanahitaji sehemu nzuri ambayo wanaweza wakaja kuweka kichwa chao wakachill, kama wako na familia zao wakafurahi, labda ina swimming pool, ina view fulani, something unique ambayo wakija Um, Tanzania, au wakija specifically tuseme Dar es Salaam, wana wanauwezo wa kuondoka wakifeel kwamba wamelala sehemu nzuri na wamepata huduma nzuri. Na watu wengi sasa hivi hawapendelei kwenda mahotelini. Kwa nini hawapendelei kwenda mahotelini? Kwa sababu restrictions ambazo zipo mahotelini ni kubwa kulinganisha na zile ambazo zipo kwenye short-term rentals. Na watu wengi pia unakuta sometime wanakuja wakiwa na familia zao, ndugu jamaa na marafiki wako group nyingi, uh, group kubwa wanahitaji kula. Let's say mtu anataka apike, mama anataka kuwapikia watoto wake chakula vizuri. Hotelini mostly you have to just order. See, nadhani kuna motels chache au hotel chache ambapo binafsi labda sizijui ambazo zina majiko ndani. Other than that, inabidi wa order au wachukue vyakula vyao kutoka hotelini. And it's usually expensive. So, most people sasa hivi wanachoprefer ni kwamba wamekuja kwenye Airbnb tuseme kama hii hapa. So hii hapa ni a duplex. Duplex ambayo ina 4 bedrooms iko Mikocheni, location nzuri, ina swimming pool, jiko kubwa, sebule kubwa. Kiufupi, hii duplex ni kimbilio la wengi. Watu wengi wangependelea kukaa hapa kwa sababu ya namna ilivyo luxurious, at the same time ina touch ya Kiafrika, even you can see through the fabrics nyuma yangu kidogo. Na watu wangependelea hapa, kwa nini? Kwa sababu wanapata a lot more than they can get in a hotel, the space, the kitchen, the ambience, the host mwenyewe ambaye anawahost na kuwahudumia na kuwafanya wajisikie kama wako nyumbani. In short, the whole experience is totally different from a hotel. Anyways, turudi sasa kwenye biashara ya Airbnb au short term rentals. So kutokana na hizo fursa, ya kwamba namba moja, watalii ambao wamekuja mwaka jana nimesema alikuwa milioni mbili walikuja Tanzania. Two million tourists. Namba mbili, globally biashara ya Airbnb mwaka 2025 ina project kufika um, mapato ya milioni sorry, bilioni 220 na inategemewa kukua kwa rate ya asilimia kumi kila mwaka, hiyo ni globally, na globally pia kuna listing zaidi ya milioni nane ambazo zipo available za nyumba au apartments za watu tofauti tofauti, milioni nane dunia nzima. Lakini huwezi amini ya kwamba Tanzania kuna listings less than 10000 kwenye zote hizo milioni. Tanzania kuna listings less than 10000. Kwa hiyo kiufupi, kuna fursa kubwa hapo ya kuweza kuongeza listings hapa Tanzania na kujitengenezea kipato cha uhakika. Lakini namba tatu ni kwamba kuna ongezeko la middle income hapa Tanzania. Watu vipato vyao vinakuwa, na vipato vinapokuwa, watu wana uwezo ku afford nyumba nzuri zaidi, wana uwezo ku afford wakienda vacation wakae kwenye nyumba nzuri zaidi. So wewe na mimi kazi yetu ni kuprovide hiyo nyumba ambayo mtu huyu either ataikodisha mwenyewe au ataichukua, ataikodisha kwa muda mrefu au ataichukua kwa muda mfupi akiwa kwenye vacation yeye na familia yake, au probably ni kikoba wametoka outing, they want to enjoy, au ni masela wametoka wanataka kugrill vizuri they take a good, good short-term rentals and I hope it's yours and mine. Na fursa ya mwisho ni kwamba kuna ongezeko pia la biashara hapa Tanzania, nikimaanisha kwamba watu wanatoka let's say US, mtu anatokea China, mtu anatokea Europe anakuja Tanzania na anataka kuinvest hapa. Hao watu wakija, mfano kufanya research, wanalala wapi? Wanatafuta Airbnb kwa sababu mara nyingi unakuta mtu anakapa mwezi mmoja miwili na kadhalika, au mtu amekuja hapa yeye ni digital nomad. Digital nomad nikimaanisha mtu ambaye anaweza akafanya kazi popote, hahitaji kuwa sehemu moja kuweza kufanya kazi. Na watu wachache ambao pia wanafanya kazi remotely, kazi zao zinawaruhusu wao kufanya kazi wakiwa sehemu popote nchini. Hao pia wanahitaji sehemu pa kulala. So tukiweka kategori hiyo nyingine kama fursa, tunaona ya kwamba kuna watu wengi sana watalii business travelers wasaf, watu wanaotaka kwenda safaris kwa tuseme maeneo kama especially ya Arusha, Moshi au kwa upande wa Kilimanjaro, wanafaidi sana na watu kama hao um, lakini pia watu ambao wanaenda Dodoma, tunamaanisha kwamba watu wanaenda kwenye maofisi ya kiserikali. Wote hawa na wengine wengi, hata tukiurudi kwa Watanzania wenyewe sasa hivi wanaotafuta sehemu za kwenda kuenjoy, vikoba, magrup ya kikanisa, magrup ya, ya, ya, ya kibiashara na totally, I mean, watu ni wengi wengi sana, so hiyo yote ni fursa ambayo iko available kwa ajili yako na mimi. Sisi tunachohitaji kufanya ni kutengeneza properties au kutengeneza apartments ambazo wanaweza kukodisha kwa muda mfupi, kwa matakwa yao wao, kwa sababu opportunity kubwa, yes, ipo available, lakini namna unavyokuja kwenye hilo soko kwa apartment unayoileta ikiendana na matakwa yao, itakuwa rahisi sisi kuweza kuwa na apartment ambayo mtu anaihitaji, na kutokana na uhitaji huo tukikutanisha kwa pamoja, hiyo ni biashara ambayo ipo mbele yetu sasa hivi. Hiyo ni biashara ya Airbnb au tunasemashort term rentals, na ipo available currently na mtu anaweza akajitengenezea kipato cha kuanzia dola 300 kwa mwezi all the way to 2000, hiyo ni minimum, lakini probability au possibility ya wewe kutengeneza zaidi ya hapo ni endless, kiufupi, kwa sababu kuna watu wengi ambao pia nikiangalia globally wanatengeneza, wana vipato vya dola laki moja kwa mwaka kupitia biashara hii. Kwa hiyo inamaanisha kwamba uwezo wa wewe kutengeneza kipato cha uhakika kwenye biashara hii upo, lakini bila maarifa sahihi, bila maarifa sahihi unaweza ukasumbuka sana hufanikiwa kwenye biashara hii, na ndio maana Airbnb Kitajiri na mimi niko hapa kuhakikisha ya kwamba unapata maarifa sahihi, taarifa sahihi na unapata mwongozo sahihi kuweza kuestablish ku kuanza na kuestablish na kuscale biashara kama hii kuweza kufikia malengo yako. So kama hiyo ni kitu ambacho kinaku interest basi follow us, kama uko labda YouTube, kama uh, I mean sorry, subscribe, kama upo Follow kama upo Instagram, TikTok na anywhere else that you'll be watching but also kama ungependelea kupata madarasa yetu ambayo tunaingia intensively kwenye namna ambavyo unaweza ukaanzisha na kukuza biashara ya short term rental. Basi kitu ambacho unahitaji kufanya ni kubonyeza namba hii, piga simu, tukutane darasani. Asante sana.